Serikali ya Sudan imetoa tuhuma nzito kwamba wapiganaji wa kigeni kutoka Ukraine na Colombia wanashiriki upande wa wanamgambo wa Rapid Support Forces katika mapigano yanayoendelea nchini humo. Kauli hii imetolewa na balozi wa Sudan nchini Urusi, Muhammad Sirraj, wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Moscow. Sirraj alieleza kuwa serikali ya Sudan imepata ushahidi unaoonyesha uwepo wa watu wa kigeni waliopangwa kama mamluki wanaosaidia RSF jambo ambalo limezua wa wasiwasi mkubwa kuhusu kuingiliwa kwa vita hivyo na nguvu za nje. Kwa mujibu wa balozi huyo, wapiganaji hao wamekuwa wakihusishwa na operesheni maalum za kivita ndani ya maeneo yaliyotekwa na RSF, hususan katika mkoa wa Darfur Kaskazini. Katika mkutano huo, Siraj pia alizungumzia mauaji ya kikatili yaliyofanywa na RSF katika mji wa El Fasher mara baada ya wanamgambo hao kuuteka mji huo wa kimkakati. Alisema kuwa wakati wa uvamizi huo, RSF ilitekeleza mashambulizi 267 dhidi ya mji huo yakihusisha matumizi ya silaha nzito, mizinga na silaha za kisasa zilizolenga makazi ya raia. Tukio hilo limeelezwa kama moja ya maafa mabaya zaidi katika mzozo wa Sudan tangu mapigano kuanza mwaka 2023. Kwa mujibu wa Siraj, jeshi la Sudan SAF, kupitia kikosi cha sita cha Mechanized Division na kamati ya usalama ya taifa, walilazimika kufanya uamuzi mgumu wa kuondoka El Fasher ili kuzuia mauaji zaidi na kulinda miundombinu muhimu ya kiraia. Alisema kuwa hatua hiyo haikuwa ishara ya kushindwa, bali ni uamuzi kibina wa kibinadamu wa kuokoa maisha ya wananchi waliokuwa wamenaswa katikati ya mapigano makali. Taarifa hizo zinajiri wakati ambapo vita kati ya RSF na SAF vinaendelea kuharibu taifa la Sudan, vikiua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kuyahama makazi yao. Mji wa El Fasher ambao ulikuwa kimbilio kuu la wakimbizi wa ndani, sasa limekuwa eneo lililoharibiwa kabisa kutokana na mashambulizi yasiyokoma ya RSF. Tuhuma za ushiriki wa mamluki wa kigeni zinaongeza uzito wa mgogoro huo zikionyesha jinsi vita vya Sudani vinavyozidi kuvuka mipaka ya ndani na kuvutia maslahi ya kimataifa. Wachambuzi wanasema hatua hii inaashiria mwelekeo hatari wa kimataifa wa, kima wa vita vya mamluki, ambapo makundi binafsi na mataifa yambali, ya mbali yanaweza kutumia migogoro ya Afrika kama uwanja wa majaribio au njia ya kuongeza ushawishi wao wa, wa kijeshi. Kwa sasa serikali ya Sudani inaendelea kusisitiza kwamba itaendelea kulinda mamlaka yake ya kitaifa na kupinga ushawishi wa nje unaolenga kudhoofisha umoja wa nchi hiyo. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya amani ya kweli kati ya pande hasimu, ingawa hali ya mashariki mwa Sudan na Darfur bado ni tete.